Hasani alikuwa kijana wa miaka kumi na tisa, alikulia mtaani bila kujua baba wala mama yake ni nani. Watu wa mtaa walimjua kama mtoto aliokotwa na mzee Rajabu, fundi seremala mnyenyekevu aliyekuwa akimlea bila kujivunia. Hasani mwenyewe hakuwahi kuuliza maswali mengi, ila moyoni mwake alitamani kujua wazazi wake walikuwa wapi. Alipokuwa akikua, alijifunza maisha ya jasho kupitia karakana ya mzee Rajabu, lakini akili yake mara zote ilitamani njia ya haraka ya kutoka kwenye umasikini. Aliwaona vijana wa mtaani wakishangilia baada ya kushinda michezo ya kubahatisha. Mmoja akipata simu mpya, mwingine akipata nguo kali. Hasani naye alitamani kuwa kama wao. Siku moja Hasani alipata shilingi elfu tano baada ya kumsaidia mtu kubeba mizigo sokoni. Badala ya kupeleka hela hiyo nyumbani, aliifuata moja kwa moja kampuni ya kubeti. Alipiga mechi tatu na kwa bahati akashinda laki moja. Furaha ilimjaa Akajiona kama njia yake ya kufikia mafanikio imepatikana. Lakini badala ya kutumia pesa hiyo kwa chakula au akiba, aliwanunulia marafiki zake pombe na kuendelea kubeti. Baada ya siku mbili tu pesa yote iliisha. Mzee Rajabu, alipoona Hassan anarudi nyumbani mikono mitupu, alimwambia, kijana, pesa ya haraka haikai. Nimepata habari ulibeti na ukashinda. Kila hela unayopata heshimu, usiweke matumaini yako kwenye bahati nasibu. Lakini Hasani alicheka tu. Mzee, dunia hii si ya jasho peke yake, ukiwa na akili za haraka unaweza kutoka. Maneno yale yalimuumiza mzee Rajabu, lakini hakumsema zaidi. Aliamini maisha yatamfundisha. Hasani alianza kuwa mteja mkubwa wa nyumba ya kubeti. Mara nyingi alikuwa anakopa pesa kutoka kwa marafiki zake wa mtaani kwa ahadi ya kulipa mara tu jackpot yake itakaposhinda alianza hata kuchukua hela ndogo ndogo za karakana bila kumwambia mzee Rajabu. Muda mfupi ukapita, deni lilianza kumuandama. Wale waliomkopesha wakaanza kumpigia kelele mtaani, Hasani ni tapeli, hela zote ana beti, nilimkopesha kwa sababu ya heshima ya baba yake tu, bila hivyo nisengelivumilia. Alianza kujihisi aibu, lakini tamaa ya kupata pesa nyingi mara moja ilikuwa imemshika kwa nguvu. Siku moja, Hasan alikopa shilingi laki moja kutoka kwa jirani Bi Halima akiahidi kwamba ndani ya wiki moja angerudisha na faida. Aliona kama tiketi aliyopiga ilikuwa ya uhakika. Alikuwa na ndoto ya kununua pikipiki na kuanzisha biashara ya bodaboda, lakini mchezo haukwenda kama alivyotarajia. Tiketi yote ilipotea. Hassan alichanganyikiwa. Alilala siku mbili bila kurudi nyumbani. Bihalima alianza kumtafuta kila mahali, huku akimtishia kumpeleka polisi. Hassan alipoteza amani ya moyo. Mzee Rajabu alipoambiwa kijana wake ameanza kukimbia watu kwa madeni, moyo wake uliumia. Hata hivyo, hakumkataa. Alimuita akamwambia kwa upole, "Mwanangu, pesa ya haraka hasara kubwa. Ukikimbia ukweli, utabaki mtumwa wa tamaa. Siku moja utakuja kuniambia nilichokuonya." Hasani alijua mzee anamwambia ukweli, lakini ndani yake bado hakujifunza. Aliamini bado ipo siku atashinda jackpot kubwa na kulipa madeni yake yote mara moja. Baada ya kupitia mateso ya madeni na maneno ya watu, Hasani alianza kupoteza marafiki. Hata wale waliokuwa wakimshangilia walimgeuka. Alihisi dunia nzima imemgeuka. Siku moja akiwa amekaa kando ya barabara akitafakari, alimuona rafiki yake wa zamani Musa, ambaye aliamua kuacha michezo ya kubahatisha na kuanza kuuza viatu sokoni. Musa alikuwa amefungua kibanda na alikuwa na maisha ya heshima. Hasani alimuuliza Musa, "Umewezaje kufika hapa bila kucheza beti?" Musa akamjibu, niliheshimu hela ndogo ndogo nilizokuwa napata, nikawekeza. hakuna njia ya mkato kwenye maisha, ndugu yangu. Maneno yale yalimgonga Hasani kama radi. Ndipo akajua kwamba kila hela ndogo aliyokuwa anapata alikuwa ameiharibu kwa tamaa. Hapo ndipo hadithi yake ya kweli ya kujifunza ilipoanza. Miezi kadhaa ilipita tangu pale Hasani akome kuzungukwa na kelele za michezo ya kubahatisha. Alikuwa kijana mpya mwenye mtazamo tofauti. Kila siku asubuhi aliamka na kuelekea kazini kwa tajiri aliyemchukua kumfundisha biashara. Tajiri huyo alimpenda kwa sababu ya bidii yake na aliona mbali kwamba hasani anaweza kuwa zaidi ya mfanyakazi tu. Lakini ndani ya nafsi yake hasani bado alibaki na swali moja kubwa, wazazi wangu wako wapi? Mbona nimejikuta duniani nikisaidiwa na mtu nisiye na undugu naye? Alikuwa anajiuliza sana, ila hakupata majibu. Mara nyingi usiku alilala akiwaza, lakini hakuwa na cha kufanya zaidi ya kukubali maisha. Siku moja alipokuwa kazini akipanga mizigo kwenye ghala, tajiri wake alimwita ofisini, alimpa bahasha yenye nyaraka na kusema kwa sauti ya upole, "Hasani, mimi nimekuwa nikikusikiliza na kufuatilia maisha yako, najua umekulia kwenye giza la kuto kumjua mzazi wako. Sasa hivi naona umebadilika na nimeamua kukufungulia njia hii. Hapa ni nafasi ya kusimamia tawi dogo la biashara yangu, ukitumia akili yako vizuri, hii itakuwa ngazi yako ya kupanda juu zaidi." Machozi ya furaha yakimtoka, Hasani aliinama na kusema asante sana, sina cha kukulipa zaidi ya ahadi ya kuwa mwaminifu na mchapakazi. Akiendelea na kazi mpya, Hasani alianza kujijengea jina. Aliheshimika na vijana wenzake waliokuwa bado wanazurura kwenye michezo ya kubahatisha. Wengi walipokuja kumwona akifaulu, walibaki kujiuliza, mbona Hasani ambaye tulikuwa naye ameweza kupiga hatua kubwa hivi? Hasani hakusita kuwashauri, aliwaambia waziwazi: Nilipoteza muda mwingi nikitafuta pesa ya haraka kupitia michezo ya kubahatisha. Nilipata hasara kubwa na karibu nipoteze kila kitu. Lakini nilipoamua kubadilika na kuwekeza nguvu kwenye kazi halali, ndipo nikaanza kuona mwanga. Msidanganyike na pesa rahisi, maana pesa ya haraka mara nyingi inaleta hasara kubwa. Kwa maneno yake na mfano wa maisha yake, Hasani akawa mwalimu bila kujua. Vijana wengi wakabadilika kupitia yeye. Na ingawa hakuweza kufahamu mara moja siri ya wazazi wake waliomwacha duniani, Alikubali ukweli kuwa Mungu alikuwa na mpango wa maisha yake. Alijua ipo siku ataelewa yote, lakini kwa sasa jukumu lake lilikuwa ni kuishi kwa nidhamu, kufanya kazi kwa bidii na kuonyesha kuwa hata kijana maskini anaweza kufanikiwa bila kucheza kamari. Mwisho wa safari yake, Hasani alibaki ya na somo moja kuu. Pesa ya haraka inaweza kukuletea hasara kubwa, lakini uvumilivu na bidii vitakuletea matunda ya kudumu. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie maoni yako na nini kimekupendeza zaidi. Karibu tena tujifunze uchumi kwa mingine, kwa wakati mwingine. Kwa sasa tuishie hapa. Bye bye.